Karibu tena marikia. Zuchu yuko katika jiji la Arusha, huko kwa ajili ya kujiandaa katika performance yake anatarajia kuweza kuifanya siku ya leo mm, baada ya kuweza kuwasili siku ya jana e, huko jijini Arusha e, huyu hapa Zuchu kama unavyomuona, na alipendeza sana, alitua kwa kishindo na kuweza kupokelewa na mashabiki mbalimbali ambao waliweza mba kujitokeza hapo katika viwanja vya ndege vya Kia na moja kwa moja wakawa wameweza kurekea jijini Arusha E, kwa ajili ya kuweza kujiandaa sasa mm, katika performance yake hiyo ambayo atajia kuweza kuifanya leo katika e, mkutano mkuu wa 30 wa wanahisa wa benki ya CRDB. E, huko huko jijini Arusha, na tayari mkutano huu umeanza kwa sasa, na hapa uh, watu wanasubiria kuweza kuona show ya Zuchu kwa sababu ndiye msanii pekee ambaye ameweza kupata mwaliko huo wa kutumbuiza katika mkutano huo mkuu, kuweza kufanya show huko jijini Arusha katika maadhimisho hayo ya mkutano mkuu wa benki ya CRDB. Jana Zuchu aliondoka hapa katika jiji la Dar es Salaam jioni sana, na baadaye akawa ameweza kuonekana akiwa rasmi amewasili huko jijini Arusha na kuweza kushare posti mbalimbali mbali, pamoja na video ambazo zilimwonyesha Zuchu akiwa amefikia katika hoteli kubwa ya kisasa ya Green Maria ambayo inapatikana huko huko Arusha kwa ajili ya kuweza e, kujiandaa katika kutoa burudani kuweza kufanya show katika mkutano huo mkuu wa wanahisa wa benki ya CRDB ambao unafanyika siku ya leo huko katika ukumbi wa ICC jijini Arusha na hivi ndivyo ambavyo Zuchu alivyowasiri tangu siku ya jana na leo ameweza kushea posti akiwa tayari amejiandaa na ameweza kuwasili hapo kwa ajili ya kuweza kusubiri e, kutoa burudani kwa watu wote ambao wameweza kuhudhuria katika mkutano huu mkuu. E, huyu hapa ndo Zuchu ambaye jana aliweza e, kutia kambi jijini Arusha kwa ajili ya kuweza kufanya balaa zito siku ya leo katika mkutano huu mkuu wa 30 wa wanahisa mwaka 25 ambao kitaifa unaadhimishwa huko jijini Arusha. E, kama unavyoona hapa, tayari viongozi wakubwa kutokea nchi mbalimbali pamoja e, na watu maarufu ambao wameweza kuwasili kwa ajili ya kuweza kushuhudia tukio hilo kubwa la kihistoria ambalo Zuchu anakwenda kulifanya muda mchache kuanzia sasa huko jijini Arusha. E bwana, asante sana. Ni machache ambayo tumeweza kujuza. Rasmi markia mrembo Zuchu yuko jijini Arusha kujiandaa katika show yake ambayo anatarajia kuweza kuifanya muda mchache kuanzia sasa e, huko katika jiji la Arusha. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Asante sana kuendelea kuwa nasi.